Dunia hii leo imeadhimisha siku ya mtandao salama, ikiwa na maana ya kwamba kila Jumanne ya pili ya mwezi Februari ndio inakuwa mahususi kwa ajili hiyo. Ni siku ambayo kuna watu ambao wameifahamu, lakini kuna wale ambao bado hawajajua tija yake, licha ya kwamba ilianza kuadhimishwa mwaka 2004 hapa ulimwenguni. Kauli mbiu ya mwaka huu inasema kwamba teknolojia mahiri, chaguo salama, tuwalinde watoto katika zama za akili unde. Hicho ndicho ambacho kimechagiza maadhimisho ya mwaka huu, wakati huu ambako dunia inaendelea kupiga kasi kwenye matumizi ya akili unde, wengine wakikamata kama fursa na kunufaika, lakini kuna wale ambao bado wanakwenda kwa mwendo wa kujiongea. Katikati hayo yote, shirika la mawasiliano la Umoja wa Mataifa ITU lenyewe limetambua Tanzania kama kinara kwenye ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, hasa kwenye eneo hili la usalama mtandaoni. Ndivyo ambavyo inakualika kwenye uchanganuzi hii leo. Matumaini yangu ya kwamba siku yako kwa imekwenda salama salimini. Naitwa Nurdin Selemani, ndiko ambako tutajadili kwa umoja wetu jambo hili leo. Mezani na hapa studio tumemwalika Given Edward, yeye ni mkurugenzi wa kampuni ya Kinara Technology. Karibu sana kwema. Kando yake tunaye Brian uh, Kalinga, ambaye yeye ni afisa TEHAMA mwandamizi kutoka taasisi uh, shirika la mawasiliano hapa nchini TCRA karibu sana. Asante sana mambo unasemaje? Salama kabisa. Ndio. Mm. Kwa nukta chache sana kwa yule ambaye hana uelewa, mm. Ukimwambia siku ya usalama mtandaoni kumwondoa kwenye kiza na kumweka kwenye mwanga mm. Unamtafsiria vipi? Oh, okay. nashukuru sana uh, Nurdin kwa nafasi hii uh, ni kweli ni miaka kumi na mbili sasa hivi uh, dunia uh, inasherekea na inaweka vituo kama hivi ili kuweza kukumbushana mambo ya muhimu ya kujiweka salama mtandaoni na kutumia pia uh, fursa zilizopo mtandaoni na namna gani ambayo tunaweza kulinda kizazi cha sasa na chijacho. Kwa hiyo uh, Tanzania pia tumekuwa tukiadhimisha mwaka huu m, uh, siku kama hii uh, kila mwaka kwa kauli mbiu mbalimbali na kila mara tunapokuja tuna uh, kwanza kumbushana mambo ya muhimu kwamba kuna fursa nyingi ambazo zipo kwenye mtandao, lakini kuna mambo muhimu sana ambayo ni ya muhimu uh, kujua, ili uweze kuwa salama, lakini pia namna gani unaweza kutumia huduma uh, za mawasiliano salama mm. Kwa hiyo tumekuwa tukisherekea hata wenzetu kule Dodoma leo. Uh, tumekuwa tukiadhimisha hivyo, lakini pamoja na kujikumbusha pia tunachochea vipaji vingi kwenye tasnia ya usalama mtandaoni kwa okay. kuna uh, mashindano ambayo yalifanyika kuanzia Disemba na kilikuwa leo ni kinara kuwatambua uh, cyber champions okay. wataalam kutoka vyuoni ambao wamebobea katika namna uh, katika masuala ya usalama mtandaoni kwa hiyo leo imekuwa ni siku nyingine ambayo tumeona wadau wengi wameendelea kuja kuunga mkono aa, aa, serikali. Tumeona wizara, wizara ya, aa, ya jamii. Tumeona wizara yetu mama ya mawasiliano mm. Lakini tumeona wanavyuo na wanafunzi na watoto kuanzia chekechea wame participate kwa sababu tupo katika zama za kidigiti zama za taarifa na lazima uh, ambazo ni sehemu kubwa sana ya uchumi jumuishi, uchumi wa kidigiti mm. Kwa hiyo uh, siku hii siku ya uh, tarehe kumi mwaka huu ambayo ni uh, siku ya pili ya Jumanne ya, ya pili mm, ya mwezi wa pili uh, tunakumbushana tena kwamba kuna fursa mm, na tukae salama okay. Okay. Mtandaoni sasa hivi kumekuwa ni kama kokoro yeah. Kila mtu anaingia, kuna wale ambao wanajua fursa zilizopo wananufaika, lakini kuna wale wenzangu na mimi, watu vurugu na fujo huko. Tunapoadhimisha hii siku ya usalama mitandaoni, kwa nyie ambao hili eneo ndilo ambalo mnaona fursa ipo na mnakamata mnaishi nayo, inawakumbusha kitu gani? Sawa, um, nadhani jambo moja kubwa Uh, hii siku imekuwa ikiadhimishwa kwa miaka mingi, na kukazia uh, pamoja na kukumbushana pia ni fursa ya kuweza kujua usalama umebadilikaje karibu na kwenda. Mwanzoni mwa miaka ya tisini, mpaka uh, miaka ya 2000 concern kubwa ilikuwa ni viruses. Mm. Computer mm virus um, and then baada ya hapo inabidi itengenezwe. Baadaye kuanzia miaka ya elfu mbili na, na kumi, Uh, kuanzia miaka uh, kwa wana, wana, mm -hmm, mm -hmm, ya elfu mbili mpaka elfu mbili na kumi wakamove kwa sababu walivyokuwa wanafanya viruses, focus ilikuwa ni kujijengea jina, ndio maana akihack kompyuta yako unakuta jina lake kubwa pale. Miaka ya kwanza elfu mbili mpaka elfu mbili na kumi wakamove kutoka kwenye kujijengea jina mpaka kupata faida za kifedha kwa hiyo yeah, wakawa wanaiba akaunti za benki au wana hack kompyuta yako wanakwambia walipe sasa ilipofika kuanzia miaka ya elfu mbili na kumi ndio muda ambapo social media ikaingia, ilivyoingia mm, usalama uka move kutoka ule wa kuwa hat, ukaja issue za mental health, uh, afya ya akili yako, ikaja masuala ya addiction uh, ikaja masuala ya, ya, ya cyberbullying yeah. Sasa kuanzia mwishoni mwa 2010 mpaka 2020 ikaja muda wa teknolojia kukua, masuala ya AI yakaanza likaja masuala ya misinformation, watu wanatengeneza taarifa ambazo sio sahihi. Sasa hivi tukiingia kwenye kwanzia miaka elfu mbili na ishirini tuelekea elfu mbili na thelathini fokas kubwa imekuwa ni, ni akili unde pamoja na namna gani ambavyo um, taarifa zinabadilika. Imekuwa ngumu kuweza kujua utofauti kati ya kilicho kweli na kisichokuwa kweli. Sasa kwa nini tunafanya hii siku kila mwaka? ni kukumbushana lakini pia teknolojia nayo inabadilika, kwa hiyo neno usalama linabadilika kila mwaka. <laughs> namna ambavyo kompyuta yako ikiwa salama miaka kumi iliyopita siyo salama sasa hivi. Zamani ulikuwa unaambiwa ukiwa unatumia kompyuta hakisha password yako ndefu. <laughs> Lakini kwa sasa hivi, hata kama password ndefu, teknolojia imekuwa kiasi kwamba hiyo password inaweza kuwa cracked ndani ya dakika mbili kwa hiyo tunakumbushana, je, usalama ni nini? kama concern ilikuwa ni kompyuta yako kuingia virus, sasa hivi concern, kuna mtu anaweza akajifanya ni wewe mm. na usiweze kujua, sura kama yako, sauti kama yako. So, neno usalama inabadilika. So, tunafanya hivi mara kwa mara, ili kuweza kukumbushana katika mwaka huu 2026 usalama kuwa salama mtandaoni ni nini? mm. na hiyo ndio dhima kubwa. okay. yeah. Watumiaji wanaelewa wana, wana, wana hii dhana ambayo wewe unaieleza katika upana wake, mm -hmm. Ukichukulia history tangu ambako tumeanza mpaka leo, namna ambavyo usalama wenyewe umekuwa ukibadilika badilika yeah. Uh, sio sana, lakini kwa kiasi kikubwa ni kwa sababu pia priorities zinabadilika. Uh, mfano ukiongea swala la virus siku hizi ni machache sana, mtu anakwambia kumtake imeingiwa virus. mm -hmm kwa sababu ni kitu ambacho hata makampuni yanatengeneza teknolojia yana adapt. Kwa hiyo unakuta mtu ambaye anaingia kwenye kizazi cha teknoloji anaingia matatizo ya nyuma yakiwa yamesha kuwa covered. Sasa wengi um, changamoto iliyokuwepo sasa hivi ni kwamba uh, tunashum especially kwenye swala la akiliunde tunashum kwamba usalama ni kitu kikikudhuru. <laughs> Lakini kwa sasa hivi usalama sio kitu kukudhuru wewe ni kitu kukulagai yeah, kwa maana ya kwamba unaweza hata usijue uko salama mm. mfano mkubwa ni akiliunde. sifa kubwa ya akiliunde ni kwamba inaweza kuwaza katika maana ambayo binadamu hawezi. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba AI ikiamua kukushawishi wewe kwamba kitu smart unaweza kufanya sasa hivi ni kuacha kazi, uwezo huo inao. Ina maana kwa sasa hivi definition ya usalama ni kuweza kujua ni nyenzo zipi za kuziamini kiasi gani unaweza ukaziamini na wapi sio pa kuamini. Kwa hiyo hiyo ndio changamoto kubwa ipo sasa hivi kwenye upande wa usalama, kwamba kitu ambacho ni hatari huwezi kujua kama ni hatari kwa sababu kinaweza kufikiri kuliko wewe. Kinaweza kukujua kuliko wewe. Kwa hiyo kadi ambavyo unatumia hii mifumo, the same way unaitumia na yenyewe inakutumia. Kwa hiyo mwisho wa siku inakujua wewe kuliko hata wewe unaweza kujijua ikimaanisha nini? Inaweza kukushawishi wewe kuliko hata ambavyo ndugu zako wanaweza kukushawishi. Sasa unawezaje kuishi na hizi nyenzo kiusalama mm -hmm, ili zisikudhuru. Hilo ndio jambo kubwa ambalo nadhani watumiaji wengi bado hawajui, kwa sababu wana focus kwa kiasi kikubwa na namna ambavyo wanatumia teknolojia. Hawawazi namna gani teknolojia inawatumia wao. Wow. mm -hmm. na hiyo ndio ndio risk ambayo naiona kwamba wengi hawaingii deep kujua kwamba nini nikiamini kwa wakati gani, kwa sababu kwa sasa hivi um, riski kubwa ni, ni kushindwa ni kushindwa maarifa na teknolojia hmm. Yeah. <laughs> Teknolojia ipo miaka ya mbele, sisi bado hatuja <laughs> <Sisi. laughs> <atuja> kwenda <laughs> kalinga kauli mbiu yenyewe inatuambia ni kwa sababu uh, in amegusia sana hapa namna ambavyo akili unde inavyoweza uh, ikambadilisha mtu <laughs> ikamvuruga kutoka katika hali ambayo alikuwa nayo kwenda kwenye E, hali nyingine na tunaona hata e, kaulimbiu nasema kwamba teknolojia mahiri e, chaguo salama tuwalinde watoto katika zama za akili unde. Hii nafasiri nini katika zama hizi ambazo usalama e, wa mtandao ni kitu ambacho kinacheza kinacheza cheza? Yes, uh, kama alivyotangulia kusema kwamba tupo kwenye sasa hivi zama za taarifa. Kwa hiyo ni, ni ni taarifa ambazo unahitaji kuzilinda, ni taarifa ambazo unahitaji kuzijua, hizi taarifa sahihi, hizi taarifa sizo. Na akili unde tumekuwa nayo au uh, artificial intelligence tumekuwa nayo kwa miaka mingi, lakini tu ap, hivi karibuni kumekuwa kuna breakthrough katika processing, tunasema namna gani kompyuta inaweza kuchakata taarifa kwa wingi, kwa, kwa, kwa na zimekuwa na faida nyingi sana ambazo zipo kwenye sekta mbalimbali mbali, kwenye mawasiliano, kwenye afya, kwenye kilimo, kwenye maeneo mbalimbali ambapo haiepukiki, kwenye elimu yenyewe haiepukiki, ipo. Ni teknolojia ambayo ilikuwepo lakini sasahivi ndo imekuwa uh zaidi, na hata hapa Tanzania tumeanza kuona matumizi mbalimbali mbali katika sekta mbalimbali mbali lakini uh, kama alivyosema katika kila teknolojia kuna faida lakini pia kuna uh, uh, changamoto zake mm. na eh, me, tumegusia mambo kama maswala ya akili critical thinking, unaona, uh, maswala ya, ya, ya ubunifu maswala ya cyber bullying. Hivi ni vitu ambavyo kwa kweli tunaona pale dawati la huduma tupo, tuna uh, dawati la huduma pale mm. lakini pia tuli namba sisi kama wasimamizi wa mawasiliano tunatoa rasilimali namba pia. Kwa hiyo tulitoa namba maalum moja moja sita kwa ajili ya uh, mwitikio wa namna gani uh, kama kutakuwa kuna shida ya mtoto amenyanyaswa mtandaoni, basi anaweza kuripoti kwenye namba. Lakini pia pale tuna dawati na tunakutana na ishu nyingi ambazo zipo kwenye hayo mambo. Kwa hiyo kaulimbiu wa mwaka huu ni kwamba tuna embrace technology tunaikumbatia technology lakini, katika tufanye nini, kuwa na uangalifu wa kumlinda hasa huyu mtoto, mtoto. Uh, nilikuwa kwenye mazungumzo leo pam, uh, pamoja na kwamba tuna kitanzania kitaifa tunasherekea hmm, pale Dodoma lakini pia tulikuwa kuna mazungumzo kiafrika, kulikuwa kuna pia mazungumzo wanazungumza namna gani ya kuhakikisha kwamba kuna usalama mtandaoni kwa ajili ya watoto na ukatoa takwimu very interesting kwamba actually ukiangalia uh, ukimweka mtoto walifanya uh, kwa miaka kama kumi hivi hmm, eh, mtoto aliye apimwa kwa kuandika kwenye karatasi na yule aliyopimwa kwa kuangalia kwenye skrini wameona kwamba kuna upungufu kidogo, yule aliyoandika alikuwa yuko juu kidogo kuliko yule kwenye skrini hiyo. Mm. inasema kitu kwamba teknoloji, pamoja na kwamba tunaembrace, kuna mambo ambayo ni muhimu kuyahakikisha kwamba tunamlinda huyu mtoto ili afya yake akili iwe vipi, ila pia mtoto anazingirwa na walimu anazingirwa na walimu anazingirwa na walezi nyumbani na mzazi ana, ana, analishwa na vitu ambavyo vinatoka kwenye vyombo vizuri kama hivi hmm. kwenye radio kwenye televisheni. Kwa hiyo kama msimamizi wa sekta ya mawasiliano tunakumbushana pia kama wadau na wale watu tunawasimamia, tunafanya nini? Watunga sera tunafanya nini, ili tuweze kuhakikisha tunaleta kushen fulani ya kuweza kumlinda huyu mtoto. Kwa hiyo uh, kumekuwa kuna mjadala mzuri sana ambao a, tume, tumeona Tanzania imepiga hatua nyingi a, lakini hii serikali haiwezi kufanya peke yake mm. Kuna wadau wengi a, ambao inahitaji na tunaona Tanzania ilifanikiwa vizuri kwa sababu ya nguzo fulani tano ambazo zili ilihakikisha ili, ili, ili, ili imefanya imejiandaa kwayo ili kuhakikisha tu kwamba kuna confidence na kuna uh, hali nzuri mm, ya kuweza kutumia huu uh, mtandao na faida zake okay, hapa nchini na duniani pia mm. Yes. Kevin, kwenye hili eneo la akiliunde amegusia e, uh, kalinga hapo namna ambavyo mtoto anapaswa kulindwa mtoto Uh, kuna mambo ambayo akiachwa maanayake ule ukuaji wake wa ubongo wenyewe unaweza uka, ukavurugika hapo. Nyinyi ni sehemu ya wadau kwenye hili, nini ambacho kinaweza tukakifanya kuhakikisha kwamba tunalinda mtoto, lakini hii akili unde pia iendelee kuwa msaada katika ukuaji wake na uh, ubunifu hasa? um, nadhani jambo kubwa uh, moja ni kuto kuiamini sana teknolojia especiali kwenye upande wa malezi Um, kwa sababu mtoto anaweza kuwa anajua teknolojia kuliko wewe, lakini hajui dunia kuliko wewe mm. Wewe ndio unajua kipi salama na kipi sio salama. Hilo ni moja. Cha pili, uh, devices vifaa vya kielektroniki mtoto asipewe bila uangalizi. Sasa hivi kuna nyenzo nyingi unaweza kuweka uh, neno la siri, mtoto akitaka kufungua programu hii na programu hii unaweza kuweka namna fulani, kama aki access website fulani upate taarifa. Viko vitu vingi, lakini pia nadhani ni muda ambao uh, especially kwenye upande wa sera tuanze kuwaza, um, kama alivyoongea uh, Brian, kwamba tuangalie nini, what is the best kwa mtoto, kwa sababu lazima tuelewe makampuni haya yanayotengeneza teknolojia focus yao ni moja kuhakikisha mtumiaji anaendelea kutumia kadi inavyowezekana mm. Ina maana kama ni mtoto, ni kuhakikisha mtoto anakaa kwenye screen as much as possible. Actually, ukifuatilia kuna, kuna sayansi inayotumika kutengeneza hizi program ambako wanakaa na wataalamu wa ubongo, wanakaa na wataalamu wa tabia ili kujua namna gani wanaweza wakatengeneza uh, program ambayo inakuwa ni addictive kwamba unaweza ukakaa usitoke, na wametengeneza mpaka formula za, za kuweza kuhakikisha kwamba ukitengeneza product mtoto anakuwa hatoki, mtu mzima anakuwa hatoki. Kwa hiyo um, kama focus ya haya makampuni kuhakikisha kwamba mtoto au mtumiaji anatumia kadi inavyowezekana, basi ina maana focus yako lazima ujue kuweka kipimo mm. Uh, je, ki, ni kiwango gani kinatosha au muda upi sio mzuri? Mfano, Australia imekuwa nchi ya kwanza yeah, kupitisha sheria ya kwamba mtoto haruhusiwi kuingia kwenye mitandao ya kijamii um, mpaka akifikia umri fulani yeah. Na nadhani nchi nyingi zitaanza kuadopt hiyo kwa sababu imefika hatua wazazi wanagundua haya majukwaa hayapo kwa ajili yetu, yapo kwa ajili ya faida mm. Ina maana ni jukumu letu sisi kujua tuyawekee kipimo kiasi gani. Kwa hiyo hilo nadhani ndio jambo la msingi kwamba tuweze kuweka um, kipimo kuanzia ngazi ya, ya, ya familia, kutokuamini sana teknolojia um, lakini pia katika hata ngazi za sera Uh, tusisite tusi, tusi, tusi sana kuonekana tunarudi nyuma. Uh, as long as tunajua kwamba tunachokifanya ni kwa ajili ya, ya interest ya, ya mtoto, lakini zaidi ya hapo um, jambo la, la, ambalo limeongelewa na, na brani la msingi kwamba um, mtoto anapoandika yeah. Na anapochapa anapo, anapo kwenye kompyuta ina affect in ubongo wake na hii imekuwa proved muda mwingi, kwa maana ya kwamba, uh, attention span inazidi kupungua kadi uh, miaka inazidi kwenda kiasi mm -hmm. kwamba watu wanashindwa kufocus na kitu muda mrefu, kwa sababu mitandao ambayo tunatumia uh, ina focus kukupa dopamine, kukufanya ujisikie vizuri <laughs> na wanafanya mm hivyo -hmm. kwa kupa content za haraka haraka. Kwa hiyo mwisho wa siku mtu kukaa na kitu kimoja kwa muda mrefu imekuwa kazi. Sasa kwa mtoto ambaye anazaliwa katika hii jamii inakuwa ngumu kwa sababu, bora hivi vizazi vyetu kuanzia sasa hivi kwenda nyuma mm. kuna vingi vilikuwa vinatuforce, vina kunoa uwezo wetu wa kukariri mambo, attention yetu, yes. Lakini kadri tunazidi kwenda, teknolojia inavyokuja, na kama nilivyosema, yani makampuni ambayo yamesomea sayansi ya kukufanya usiondoke, inakuwa ngumu wewe kuweza kufocus na kitu nje. Inamaanisha nini? Inamaanisha hata uwezo wako wa kupembua mambo, mm. uwezo wako wa kujadiliana uwezo wako wa kukumbuka vitu muda mrefu nao unakuwa mbaya kama usipoweka kipimo. Na kadri tunazidi kwenda, kadri teknolojia na kuwa, inazidi kuwa ngumu zaidi. Kwa hiyo uh, nadhani ni muhimu kufikiria kipi kiko best kwa mtoto Tusi, yeah. Tusikimbilie sana kuwa wa kisasa tukasahau kwamba, um, sisi ni binadamu kabla ya kuwa watumiaji wa mitandao okay. Yeah. Uh, ITU imetuweka katika Tanzania katika eneo uh, bora Uh, katika ili eneo la usalama mtandaoni tukiwa hapo, lakini pia kauli mbiu na yenyewe inatufanya lazima tuchukue tahadhari. Mm -hmm. uh, ya, ku, ya kuendelea kufanya ulinzi kwa mtoto. Haya mambo mawili ya sisi kuwa salama na hii kauli mbiu tunawekaje ili kuiendelea kuiweka nchi iwe salama, watoto wetu salama, na mambo mengine yakaenda vizuri? Ndio <coughs> nashukuru sana kwa swali lako zuri. Ningependa uh, pia kueleza kwamba katika ulimwengu wa kidigiti au wa kimawasiliano, kuna hatua mbalimbali kwanza. Mpaka inapomfikia mtu mtoto, kuna vitu vingi sana vimepita, lazima ku kuna namba ambayo imetumia kama ni IP au kama ni tovuti, eh, kikoa cha taifa ku uh, kuna, kuna rasilimali ambaozipo lakini baada rasili mali, ya rasilimali ambazo zinawezesha haya mawasiliano. Kuna miundombinu, kuna faiba na 5G, kuna nini, lakini pia kuna yule mtoa huduma ambao anawezesha sasa mpaka mtoto afikie huko. Kwa hiyo mamlaka ya mawasiliano ipo katika kusimamia hizi rasilimali, watoa huduma, miundo mbinu, na ipo sehemu ya ikolojia kubwa ambayo ni haki kwa sababu mawasiliano hayana mipaka. Yeah. Uh, shirika la, la Umoja wa Mataifa ambalo linahusiana na, na, na mawasiliano ITU. Sasa kuna eh, kama ilivyo nchi kama tunaendesha upande wa kushoto mm. Ukienda nchi nyingine unaendesha upande wa kushoto sheria ni zile zile kwa vile vilevile, sheria zote za kusimamia rasilimali miundombinu Uh, usalama dunia nzima ziko sawa, lakini pia kwa sababu ya muunganiko ambao upo ambao hauna mipaka hauna lazima, mtu mmoja akiwa au nchi mmoja ikiwa hafifu uh, katika usimamizi wa his, hivi viwango mm, basi kunakuwa kuna, kuna loophole au kunakuwa kuna, kuna hitilafu ambao uh, naweza kupata shida kutoka changamoto kupitia hapo. Kwa hiyo ITU uh, imekuwa ikifanya si, iki, tathmini kila baada ya miaka minne katika ngazi, katika nguzo tano, nguzo ya kisheria lakini pia ujenzi wa uwezo wa masuala haya ya uh, usalama mtandaoni lakini pia uh, katika mikakati ya kiufundi uh, lakini pia katika usimamizi wenyewe uh, lakini pia katika ushirikiano usalama mtandaoni, maeneo ambayo tangia mwaka wa elfu mbili mwanzo wa elfu mbili kabla hmm, uh, kabla tisere kuundwa hmm, ba, baada ba, kidogo ba, tisere kuundwa tayari tisere ilishaanza ku Tanzania kupitia tisere, ili mamlaka mawasiliano ilianza ku, kujiweka sawa kisheria, ndo hivi karibuni kuna sheria ya taarifa binafsi hmm, lakini kuna sheria ya ya serikali ya mtandao kuna ulinzi wa taifa binafsi kimeshasema makosa ya mtandao. Kwa katika maeneo mengi tuli perform very well. Kuna maeneo ambayo tunahitaji kuongeza especially kwenye user. Hapo ndo wadau kama nyinyi mnakuja sasa mm, katika kutoa elimu. Okay. Kwa sababu wewe unasikia kihe, wewe mwingine unasikia ki, ki, ki lugha nyingine mm. Oh, anasikia. Kwa lazima kuko na wadau wengi ambao wanaweza kucha kumega mega hii elimu kama kama, kama Givens aliosema vizuri leo, ili kila mmoja aweze kuelewa. Kwa ni eneo ambalo tunahitaji kuendelea kufanya maboresho katika okay, makundi tofauti, makundi maalum katika watoto, katika uh, watunga sera, katika makundi tofauti, wafanye biashara ndogo ndogo, wafanye biashara kubwa. Kwahiyo ni wito pia nichukue kwamba okay, yes tumefanya vizuri na tunaendelea kujiimarisha kwa sababu kila mwaka kuna changamoto mpya hmm. Na uzuri kwamba kwa sababu kuna huu ushirikiano, Tanzania inashirikiana zuri na nchi ngine katika, yeah, masuala ya usalama usalamao, yeah, tunajifunza pia kutoka kwenye enye na changamoto kule, tunajifunza okay, na tunaendelea maneno. Kwake Brian Kalinga, huyo afisa tehama mwandamizi kutoka mamlaka mawasiliano hapa nchini TCRA, ambayo tumekuwa naye kwenye uchanganuzi hii leo lakini tumekuwa naye pia Uh, Given Edward ye ni mkurugenzi wa kampuni ya Kinara Technologies ambao kwa pamoja tulikuwa tukipiga darubini kuhusiana na maadhimisho ya siku ya usalama mtandaoni. Niwashukuru sana. Yes. Yes. Asante. Na ndivyo ambao tunatamatisha uchanganuzi hii leo. Mimi naitwa Nordin Selemani nikutakie tu usiku mwema. Pana pamoja leo tutakutana tena kesho kwenye kipindi kingine. Kila la heri kwako.